Katika siku hii wafanyakazi wote nchini wanaungana na wenzao ulimwenguni kuadhimisha siku yao ya kimataifa. Pia nchini Marekani kwa sasa inachukuliwa kama siku ya waaminifu, na mimi nikiwa mmoja wa wanaothamini mchango wao katika jamii, napenda kuchukua fursa hii kuwatakia maadhimisho yenye mafanikio na malengo yenye kutimizika. Na sasa tuangazie historia ya siku hii. Mei Mosi inazingatiwa kama likizo katika nchi nyingi, lakini asili ya siku hii haiwezi kuhusishwa na nchi au tukio lolote. Kuibuka kwa May Day inasemekana, kulikuwa na maandamano ya wafanyakazi katika soko la hai huko Chicago mnamo mwaka 1886. Wafanyakazi wengi waligoma kuingia kazini Mei Mosi mwaka 1886 wakipinga siku ya kazi ya saa nane. Siku ya nne baadaye, wengi walionyesha hali ya kuunga mkono hatua ya kazi, wengi wakiwa katika soko la hai la Chicago, lakini maandamano yalipozidi kuwa ya wasiwasi, wafanyakazi wengine waliuawa na kupigwa risasi na polisi. Baada ya tukio hilo, kutoka mwaka 1889 hadi mwaka 1890, harakati za wafanyakazi na maandamano yalifanyika katika nchi nyingi duniani. Mnamo Mei Mosi mwaka elfu moja mia nane na tisini wafanyakazi wapatao laki tatu walihudhuria maonyesho kwenye eneo la Hyde Park huko Uingereza, huku matakwa yao yakiwa ni kupunguzwa kwa saa za kufanya kazi kutoka saa kumi na mbili hadi saa nane kwa siku. Zaidi ya hayo, maandamano yalifanyika yakiwa na kauli mbiu hiyo hiyo katika nchi nyingi za Ulaya. Hatimaye makubaliano yalifikiwa na watu wakasherekea siku ya Mei Mosi kama siku ya wafanyakazi na kuwakumbuka watu waliofariki dunia katika maandamano ya wafanyakazi huko Chicago. Na taswira nzima ya Mei Mosi ilibadilika kote ulimwenguni. Katika nchi nyingi ni suala la kawaida ya kufanya maandamano ya amani kuadhimisha siku hiyo. Kuanzia mwaka elfu moja mia tisa na elfu moja mia tisa na ishirini maandamano ya wafanyakazi yalifanyika Mei Mosi chini ya mwamvuli wa vyama vya kisoshalisti dhidi ya unyonyaji wa serikali na wafanyabiashara matajiri huko Yuropa. Maandamano ya kupinga vita yalifanyika siku ya Mei Mosi wakati vita vya kwanza vya dunia. Baada ya vita vya pili vya dunia, nchi za Ulaya zilianza kuadhimisha Mei Mosi kama likizo, na baadaye nchi nyingi duniani zilifuata njia hiyo hiyo, na ndipo mipango mingi ya ustawi wa wafanyakazi katika nchi nyingi ilianza kuadhimishwa siku hiyo. Siku ya Mei Mosi inaadhimishwa kama likizo katika baadhi ya majimbo ya India. Vyama vya wafanyakazi vinafanya mikutano na maandamano ya amani siku hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwapongeza wafanyakazi wanaofanya vizuri, ambapo kwa muda mrefu hitaji kuu la vyama vya wafanyakazi limekuwa ni kuboresha hali ya kazi pamoja na mishahara kwa wafanyakazi. Nchini Tanzania maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano yamefanyika katika uwanja wa Bombadi ya mkoani Singida na mgeni rasmi ni Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Maadhimisho hayo yamefanyika tarehe moja mwezi wa tano mwaka 2025 yamewakutanisha watumishi wa umma na sekta binafsi kwa lengo la kuangalia na kufanya tathmini juu ya haki na usawa wa wafanyakazi, kuzifahamu na kuzingatia changamoto mbalimbali zinazowakabili wafanyakazi pamoja na usalama wao mahali pa kazi.